Nafikiri ni jambo ambalo ni la kawaida, kwa sababu tunaangalia standard za uh, standard ambazo CAF wameweka uh, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye viwanja hasa kwenye michezo yake uh, lakini hata pia ukizingatia kwa upande mwingine kwa maana ya, ya, ya, ya TFF wenyewe pia hata kwa, kwa wanachama wake ama kwa watu ambao wanashiriki ligi yake pia wameweka wameweka standard na mara, mara kwa mara tumekuwa tukiona hata viwanja vingine vimekuwa vikifungiwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Juu yake sasa kuna CAF na CAF wana viwango vyao. Moja ya, ya, ya kwenye barua uh, maelezo yaliyotoka ni kwamba eneo la pitch haliko vizuri sana, uh, maana yake haijakidhi viwango vya vya CAF. Tumekumbushwa tumekumbushwa, nafikiri ni muda mzuri wa, wa, wa, wa wenyewe TFF pia kuangalia namna gani wa wanaboresha uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwanja wa Mkapa ni uwanja wa kimataifa. Uh, jambo ambalo limejitokeza, nafikiri pamoja na kwamba TFF wanawakumbusha wanachama wake kutunza viwanja, lakini pia na wao wanakumbushwa kwamba na wenyewe uh, kuna sehemu wanatakiwa uh, waweze, waweze kujitathmini vizuri, lakini mbaya zaidi ni kwamba uh, sisi tumepewa hadhi ya kuhost mashindano ya CHAN lakini hadhi ya kuhosti Afcon elfu mbili na ishirini na saba. Kwa hiyo hiyo pia inaweza ikawa, uh, ni, ni alam fulani ambayo inataka kwamba tuboreshe maeneo, lakini tuwe na mwendelezo uh, hasa kwa viwanja ambavyo kule Zanzibar uh, vitatumika lakini ambao unajengwa nafikiri Arusha na vile ambavyo vingine vyote vimeorodheshwa. Kwa hiyo kwa vyote vile tunahitaji kufanya kazi ya ziada kwenye eneo hilo uh, kama sisi tulikuwa tunaona kwamba juzi kati hapa dabi ilikuwa ifanyike uwanja wa Benjamin Mkapa, maana uh, yake uh, kwa viwango vya TFF walikuwa wanaona uwanja wa Benjamin Mkapa unakidhi vigezo, kumbe kwa standards za CAF haukidhi haukidhi vigezo. Na CAF wanavyopima ama wanavyopima kigezo cha uwanja si tu kwamba wanakuja kuangalia kwa macho hivi, hata wanakwenda kuangalia ile soil, sawa, aina ya nyasi namna gani ilivyo, wanatumia vifaa. Kwa hiyo kwa, kwa mazingira kama hayo, tafsiri yake ni kwamba tuna muda sasa wa kutengeneza uwanja uh, wa Benjamin Mkapa. Najua waki, wakiwekeza nguvu kubwa uh, sasa hivi ni mwezi wa tatu, leo tarehe ngapi? Tarehe kumi na mbili sio? Uh, tafsiri yake ni kwamba tafsiri yake ni kwamba tuna almost mwezi mzima kwa maana ya marekebisho, linawezekana na ule uwanja una wafanyakazi wengi na kuna taasisi tofauti tofauti unaoangalia ule uwanja. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, uh, takriban wiki mbili mpaka wiki tatu inawezekana na uwanja wa Benjamin Mkapa ukatumika. Tunataka tuone mchezo wa Simba dhidi ya Almasri ukichezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, na tafsiri kubwa kwenye ule mchezo, Simba walikuwa na advantage kwamba wakianzia ugenini Uh, Misri wanakuja kumaliza shughuli Benjamin Mkapa, na wanasema Benjamin Mkapa atoki mtu, lakini uh, kwenye maelezo umeambiwa kwamba morodheshe uwanja mwingine. Mimi sijui kama kuna uwanja mwingine ambao una unakidhi una, una, una, una vigezo vya mashabiki wengi kama uh, mashabiki wa, wa, wa, wa, wa Simba uh, nasikia Azam pengine inaweza ikatumika, lakini idadi si kubwa uh, haizidi watu elfu saba kwa hiyo kama utakubalika uwanja wa Azam basi itakuwa ni kugombania nafasi hizo elfu saba ambapo nafikiri siku ikitangazwa tu siku hiyo na naona uwanja uh, unaweza ukajaa, lakini wakiongeza waki, waki juhudi uwanja wa Benjamin Mkapa unaweza ukafunguliwa na ukizingatia kafu Uh, wenyewe wanauona huu mchezo wa Simba ni mchezo mkubwa dhidi ya Almasri na ni mchezo wenye standard, kwa maana ya mchezo wa hatua ya robo finali ya klabu bingwa uh, barani Afrika. Ni suala la kufanya marekebisho, ni suala la kuhakikisha kwamba uh, wana meet standard za CAF. Hilo limekuja mara baada ya kuonekana michezo inayokuja mikubwa hapo mbele, mchezo wa Simba dhidi ya Almasri, lakini pia na uh, michezo inayokuja ya Chan. Ka, um, TFF mara kadhaa wamekuwa wakikaguliwa wa ki, wa uwanja ule uh, na CAF hususan inapokuja swala ya michezo ya kimataifa hatuwezi, um, tukasema kwamba ni uzembe wa TFF. Maana siku zote hizo hawajui viwango vi, vi, vi, vi, vi vya CAF ambavyo wana, wanavihitaji mpaka wanakuja kufungiwa uwanja. Kimsingi kuna binadamu ameumbiwa ame kujisahau. Uh, nafikiri wamejisahau wao wakiwa wanakumbushwa na Azam kwa maana ya kwamba viwanja vya mikoani ambavyo vinatumika uh, pengine havikidhi sawa, eh? uh, wow, wao wameconcentrate kwa hao wanachama wengine mm. Lakini kumbe hata wao wanao wakubwa zao wa ambao wanawakagua uh, kwa namna moja ama nyingine pia wana kuna standard ambao wanatakiwa wamiti, wa, wa, wa uzembe mdogo mdogo uh, kama huo of course, upo, lakini nafikiri kwa kwa hili Uh, kwa hili nafikiri watakuwa wata, wata, wata makini zaidi, kwa sababu uh, usio kashangaa kama viwango havikidhi, maana yake hata elfu mbili na ishirini na saba kunaweza kuwa na maswali mengi sana uh, hasa kwa mtu anaye host mara nyingi sana. CAF wamekuwa uh, wakidili sana na eneo la kukaa mashabiki waki, wakijua kwamba eneo la pichi ni eneo ambalo linaweza kuchukua muda mfupi na alika, alika tengama kwenye kwenye kwenye eneo la viti wamekuwa uh, waki, wakiweka standard nzuri sana na sisi tumekuwa mfano mkubwa kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Moja ya uwanja mkubwa, uwanja wenye sifa, uwanja ambao na, una, una standard ni uwanja wa Benjamin Mkapa, na umesikia mara kadhaa timu za majirani wanakuja uh, kucheza uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo nafikiri tumekumbushwa uh, kukumbushwa sio mbaya, baada ya wiki mbili tatu Uh, na najua na, na mchezo wa Simba utafanyika uh, pale Benjamin Mkapa, kwa sababu sio dosari kubwa sana, dosari ya kawaida tu, na kama unakumbuka African Football League uzinduzi ulifanyikia pale Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kwa tafsiri yake ni kwamba CAF anauamini, lakini hata rais wa, wa, wa FIFA alikuja hapa aliuona, ni uwanja mzuri wenye vigezo, eneo la pitch of course. Uh, sasa hivi imepita hali fulani kama wiki mbili au mwezi mmoja ilipita jua kali sana, kwa hiyo nafikiri hilo limechangia na hata viwanja vyetu vya mkoani, hiyo suala la ukame lilituathiri. Na ukisoma taarifa vizuri, imesema kwamba uh, shirikisho la mpira Tanzania lipeleke jina la uwanja mwingine kama uh, wanaamini CAF katika muda uliobaki uwanja unaweza kufanywa ma marekebisho kwa nini waitume walitume shirikisho wali la soka Tanzania TFF, kupeleka jina lingine la uwanja ambao utatumika kama hawatokubaliana na ma na marekebisho ambayo yatakuwa yamefanyika hapo. Kwa sababu ni mchezo wenye maslahi ya taifa. Na kama itatokea uh, marekebisho yakafanyika ka, ya lakini Azam, Azam, Azam kuna standard. Unajua kuna kitu kimoja. Kwanza Kafa anaangalia kuna viti vya kukaa. Viti vipo. Isipokuwa idadi ni ndogo. Sasa tafsiri yake ni kwamba ukishafika watu elfu saba maana yake unaacha kuuza. Ndio tafsiri yake. Si ndio maana yake? Ni maana yake uwanja umejaa. Kwa hiyo kwa hiyo kwa vyote vile itapelekwa jina la, la Azam Complex. Na wakati Azam wanajenga ule uwanja walikuwa wanapata ushauri kutoka kwa wataalam mbalimbali kupitia TFF la, na nafikiri hata na CAF, kwa, kwa namna yoyote kwa namna yoyote ile. Lakini mimi na imani mpaka kufikia huko kwa sababu hakuna dosari kubwa sana kwa uwanja wa Benjamin Mkapa zaidi mm, ya pitch pitch, pitch ukichangamkia ukimwagilia masaa ishirini na nne wiki moja inabadilika, na nafikiri kuna, kuna, kuna namna hata ya kurutubisha ule uwanja, ni mkubwa saasa kuna namna ya kutupisha kuweka mbolea na, na, na, na vitu vingine. Kwa hiyo uh, nafikiri wataweka juhudi kubwa jambo hilo halita nafikiri halitawasumbua sana.